Tumeanza zoezi vizuri, tumeanza zoezi vizuri. Vituo vimefunguliwa kwa wakati na wale wote ambao walileta maombi kwa ajili ya kupiga kura siku ya leo, kura mapema, wengi wamejitokeza na zoezi linaendelea vizuri katika hali ya amani. Ile, ile orodha ni orodha ya wale wapiga kura mapema, na yoyote ambaye yuko kwenye orodha anakuwa yuko kwenye daftari Sheria inaelekeza ina, ina, ina, ina kwamba katika upigaji wa kura ya mapema, tume inatakiwa iweke orodha ya wale wote wanaopiga kura ya mapema, lakini katika ile kura sasa, ile ya, ya, ya pamoja, ndio unaweka daftari. Sasa kwa leo, yule ambaye yuko kwenye orodha anakuwa moja kwa moja yuko kwenye daftari katika ile eneo ambalo anatakiwa apige kura. Kwa hiyo, anapofika pale, akishatoa kitambulisho chake, anaangalia kwenye daftari ambayo mawakala wote wanalo ile daftari mawakala wote wako kwenye vituo namna wakala yote waliondolewa na wanaendelea na kazi zao kama kawaida, na baada ya vituo ambao umetembelea mpaka muda huu tumekuta wagombea. Eh e, tumekutana na baadhi ya wagombea wa ICT na wengine wa vyama vingine wakiwa naangalia lizoezi. Walikuwa na concerns zao ambao tumekaa tukazungumza, ni concerns za kawaida tu, lakini kila kitu kinaenda vizuri. 10 moja mpaka saa kumi ndio tutakapo. atashindwa kupiga kura leo kesho bado anayo nafasi, kama atapata nafasi hiyo, kwa sababu inategemea na kazi zake, sababu leo imekuwa rasmi, kwa sababu wale wote ambao kesho atashughulika masuala yote ya uchaguzi, lakini bado ile, ile ile haki yake bado atakuwa nayo <coughs> lakini <coughs> akishapiga kura leo, kesho atakuwa hana hata 29. Um, wananchi wote wajitokeze, wajitokeze kila mmoja na, na haki ya msingi ya kupiga kura kwenye vituo, na bado tunasisitiza tu uwepo wa amani na utulivu, ili chetu sije kaingia katika